Bwana, mzuka mkubwa, hatimaye tumetinga fainali. Ni kitu ambacho hey, wana Simba walikuwa kusubiria kwa, kwa hamu. Ndio. Hii hatuishii hapa. Ndiyo. Ndiyo. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu inshallah tunaenda kuchukua taji hili inshallah. Captain, tumecheza nyumbani ushindi wa bao moja, ugenini tumepata matokeo ya suluhu, tumeenda fainali. Kuna kauli niliyowaambia watu, kuna watu naona wanazungumzia vibaya ushindi wa goli moja ambao tumeupata Nilisema si kitu kidogo, unajua goli moja ni muhimu sana. Nafikiri leo imeonekana thamani ya goli moja, ndio captain, yeah. Tuna fainali mkononi, lakini tuna mashabiki wamekuja wengi hapa, kama tuko nyumbani. Naamini pia hata hey, Moroko yes, au Algeria tutakapokwenda, tutaenda na mashabiki wengi pia kwa kutosha, sababu hii ni Simba ya ubaa, okay. Nguvu yes, ya mama imeonekana, imeonekana kabisa I... imeenda